Kwanza taarifa hizi za Fid Q, AY umezipata kabla Diamond baadaye kuja taarifa kusikia siara na ngoma yake, um, imepokelewa sisi wote kwetu. Uh, nini kilikuja kichwani na unaona nini kwenye muziki wetu? Kwanza ni jambo zuri unajua, kuzungumzia miaka michache nyuma, pengine tu hata masuala ya Grammy na Tanzania yalikuwa ni vitu vilivyo tofauti ameanza ya kwanza kwa nyingine ya, ya pili kubwa kabisa, bila kujali kama watashinda ama hawatashinda. Eh, tu ile wasanii wa Tanzania kuapia mara nyingi mara nyingi kwenye tuzo za Grammy. I believe itatokea time kuna mwingine anaweza akashinda au sio? Yeah. Grammy ni tuzo ambazo zinaheshimika kwenye dunia ya muziki like, um, tuzo, msanii ya msanii akipata hii tuzo sawa na mchezaji akipata World Cup kabisa, ni vizuri. Kwa hiyo ni tuzo kubwa sana ambazo sio tu wasanii wa Tanzania, mpaka Marekani pia kuna wasanii wengi wajaye kupata wana wish kuja kuzipata, lakini ndio hivyo wameshindwa So imagine msanii anavoja kupata ni kitu kikubwa sana kwangu. Kwa kwa mimi, hii inaongea sauti kubwa sana kwenye muziki wetu kwamba umeshafika katika, eh, level kubwa sana kiasi cha kwamba sasa hivi, eh, ni kumaintain consistency hii ambayo imeonekana kuwepo kwa miaka hivi karibuni iendelee, lakini pia kuendelea ku, uh, kuwa innovative kwenye muziki na vitu vingine mm -hmm, na ni ishara ya kwamba muziki wetu unakwenda kwenye njia sahihi kabisa. So, let's just wish kwamba jamaa wanaweza kuwa nominated AY, FID Q, anybody ambao wako kwenye consideration kwa sasa, na kama ikitokea hivyo kushinda, inawezekana ikawa ni ngumu, lakini hata kama hawatashinda ni hatua kubwa sana. So kwangu mimi naona ni dalili nzuri, kwa sababu tumekuwa tukipiga kelele kwa miaka mingi sana, tulikuwa natamani kuona mambo kama haya yanatokea Vitu kama hivi vina vina, vina happen kwa wasani wetu wa Tanzania. So far mambo yanaenda yeah. Na mi kuongezea hapo kwa Chris, uh, nijazie tu kwamba of course ni ni heshima <coughs> lakini pia ni heshima kwa mziki wa hip hop uh, unajua Tanzania tunaona kuna wasanii wengi sana wa rap. Sasa hivi walikuwa wakifanya poa sana zamani lakini kwa sasa tuwaoni. Kwa mfano zungumzia eh, mtu kama Young Killer eh, uwezo wake, lakini kwenye kwenye game tunaona nguvu eh, yake hatuioni. Dogo Janja akaamua kabisa kuikataa eh, hip hop na kwenda katika siasa. Young D amekimbia zake Marekani huko, unajua. Kwa hiyo hawa ni watu ambao Ha, ilikuwa kifanya poa sana tukiwatazama miongoni mwa wasanii ambao nafanya vizuri kwenye muziki wao, lakini tunaona eh, ile nguvu ya, ya wasanii wa rap Tanzania inapungua, nambe na, eh, na, na kwa ni chache kuona sasa eh, AY Fidi, eh, kwenye Grammy, ni, ni, ni, ni, ni heshima kwenye muziki wao kwenye muziki wetu lakini